Ni kawaida, kila mtu anatamani kuanza akiwa na kila kitu kamili, kamera bora, laptop kali au setup nzuri, lakini ukweli ni ni kuwa ukisubiri hadi uwe na kila kitu hauwezi kuanza kamwe. Ni ukweli ambao haupingiki. Kila kitu kuanza haupingiki. Safari kubwa inaanza na hatua ndogo. Kwa mfano, chukulia mimi nilianza nikiwa na kitu kidogo sana. Kuna vitu mbalimbali ambavyo sikuwa navyo ambavyo kwa sasa nipo navyo. Haikuwa rahisi, sikuwa na vifaa ambavyo ni vya gharama japokuwa nilikuwa nikifanya kile ambacho nakifanya, sikuwa na skills kubwa ambazo kwa sasa nipo nazo, lakini kulikuwa na kitu kimoja ndani yangu, ni ile hamu ya kuanza kufanya hiki ambacho nakifanya, na hicho ndicho ambacho kilinisaidia mimi kuweza kusonga mbele. Nilijifunza hatua kwa hatua, nilifanya makosa, nimejirekebisha siku baada ya siku, na nikajiona hadi sasa niko bora kulikoni mwanzo nilipoanza. Watu wengi hupoteza miaka kusubiria muda sahihi. Nataka nikwambie muda sahihi ni huu ambao ulio nao unaotazama video hii ni sasa. Kile kidogo ambacho upo nacho ndio hiko hiko ambacho kinahitajika kuanza safari yako. Unajua, kile ambacho kinafanya tofauti kati ya yule ambaye amefanikiwa na yule ambaye hajaanza ni hatua moja tu. Ni hatua moja ya kuanza tu. Kuna nguvu kubwa sana ya kuanza na kidogo ulicho nacho. Kwa sababu kidogo hiko kinajenga msingi wa makubwa ya kesho ambayo unatamani kuyafikia na kuwa nayo. Usione aibu kuweza kuanza chini. Kila mtu ambaye yupo juu Alianza kutoka chini, aliwahi kuwepo hapo ambapo leo wewe unajiona. Nataka kusema nini, kikubwa ambacho nahitaji kusema kwako, kama una ndoto, acha kuweza kusema tu, wacha nitafanya nitakapofanikiwa kupata vitu fulani, ama nitaanza kesho. Acha leo kuweza kusema vitu kama hivyo, anza hivi sasa, anza leo, anza na simu yako, laptop yako, ama chochote kile ulichonacho nacho kulingana na kile ambacho, ama shughuli ambayo unahitaji kuweza kufanya. Hautaweza kuwa perfect leo utakapoanza, hautaweza kuanza leo na leo leo ukawa vizuri katika kile ambacho unakifanya, lakini nataka nikwambie, utakuwa mbali sana kama utaanza leo kuliko jana, na utawaacha mbali sana wale wote ambao walikuwa wakitamani kuanza, lakini hawaukui, hawathubutu kuweza kuanza leo. Hakikisha basi ha, haufanyi makosa katika kufanya kile ambacho unakifanya. Anza na kesho yako, utaona ina tofauti na leo, na kesho kutwa utaona ukiwa unaimprove na kujifunza zaidi na kuendelea kukua katika kile ambacho unakifanya. Hiyo hatua ndogo ambayo utaichukua ndio ambayo itajenga hatua kubwa. Anza leo, amini katika unachokiamini, fanya kila siku utajikuta kuna mabadiliko ambayo unayaona. Yule wa jana sio wa leo. Kila siku zikienda utaona unafanya kitu kizuri na kufanikisha malengo yako. Sina la ziada leo, like video hii, kuna maoni kuna changamoto unapitia na inakufanya wewe usianze kufanya kile ambacho unatamani kukifanya ama kile ambacho ndoto yako na matarajio yako ya kuweza kukifanya. Usikubali hadi unaondoka duniani kuto kufanya kile ambacho unatamani kukifanya, hebu kuanza, na hicho kidogo ambacho ulicho nacho. Leo, na utaona mabadiliko kile utakapoendelea kufanya siku baada ya siku. Leo kama unahitaji kutengeneza content utaona video mbovu, sauti haitoki vizuri, lakini kile unapoendelea kufanya utaona mabadiliko. Niamini mimi. Sina la ziada leo, nilitaka tu kuweza kufikisha ujumbe huu, like video hii, hakikisha basi unashare na watu wengine, tukutane wakati mwingine. Asante.